Uh, kabla ya hapo tulisikiliza wimbo wa Estam na makamu wanaita sikiliza wimbo, au sio bana? Na eh, ni moja kati ya tracks kali sana za rap na bongo flavor ambazo zilitoka miaka ya nyuma. Sasa leo ilikuwa tuanze na wimbo huu rasmi kabisa wa If I Could Go kwa sababu ya mambo mawili matatu, mwanangu hapo Chizzo Drama. Uh, kuna vitu jana tuligongana kiakili, lakini yeye aliweza kuvi address moja kwa moja, nikaona leo tumpatie nafasi pia aweze kuvizungumzia. Karibu sana mimi naitwa Jabir Saleh ku Vichaka, niko na Rashid Begani hapa, pia yuko hapa tayari, bwana braza meni Rashid. Mm, vipi? Niko fresh kabisa, nashukuru Mungu niko salama. Mungu Sansa ni mwema, mm. Au bwana, bwana yes, kwenye kwenye mashine yuko, yuko na sio DJ, DJ Mbu <laughs> <laughs> DJ Blackie, mbu mbu bora ya unajua around around hapa kueneza burudani burudani sehemu nyingine. nyingine. <laughs> yeah yeah yeah, yeah. anaeneza So uh, tunakaribisha kwenye The Classic ya leo ambayo baadaye tutakuwa na mkala anaitwa McGregor mmoja kati ya waigizaji na wachekeshaji ambao walifanya vizuri sana kupitia kundi la Z Comedy. Yes, na tunamfahamu kwa namna ambavyo aliweza kuwafurahisha watu wengi sana miaka ya nyuma. So, leo utapata kusikia hadithi zake. Sasa, kuhusiana na Angie Martinez, wimbo wake ndio huu unaousikia hapa, ni moja kati ya ngoma zake ambazo uh, zilifanya vizuri sana. Ulitoka kwenye album ambayo ilikuwa inaitwa Animal House ambayo ilitoka mwaka 2002 na Anji Martinez aliweza uh, kufanya vizuri uh, baada ya kuwa tiara ameshafanya vizuri kwa muda mrefu sana kwenye vituo vya radio uh, actually kituo kimoja cha radio ambacho alikaa sana kule nchini Marekani na baadaye kuja kuhama miaka ya karibuni hapa hmm. Sasa Anji Martinez yeye tunamtazama kama ni mwanamke ambaye amefanikiwa sana kwenye uh, swala la utangazaji na burudani kwa ujumla na amekuwepo kwenye game kwa zaidi ya miaka 23 sasa. Alianza kazi ya utangazaji eh, rasmi mwaka 1992, asili ya mbali huko nyuma ambapo historia yake lakini 1992 992 huko um, ni miaka 33 hmm. Right? Yeah. 33 sio 23 uh, 1992 ndo alianza rasmi na alikuwa kama mshirika wa DJ mwenye heshima zaidi pale New York, DJ Funkmaster Flex mm. na baadaye ndio wakaendelea wakaingia kwenye masuala mengine na mengine sasa. Eh, pamoja na mafanikio yote haya eh, eh, kufikia heshima kuitwa The Voice of New York. mm. Au sio eh? Kama ulikuwa unasikia Rashid dada alikuwa mm. anaitwa The Voice of New York. Yeye ndio sauti ya New York pale kwamba kwa maso... kumba... kwa kwa ambavyo ambavyo of of course of course vile vitu vingi, hiyo hiyo title ya kinyama kabisa. Na yeah. na hata msanii alikuwa kama kama kama kama interview na Angie Martinez, anaonekana anaonekana bado yani. Sure, kama, kama hajakuita, yani hajakuita naye naye kitu Max. wewe mpaka sasa uh, the reason why tumecheza inamaanisha kwamba kwa kile ambavyo amefanya Chizo hapa jana, alizungumza moja kati ya vitu muhimu sana na kulikuwa kuna tweet yake ambayo aliweka ali kwa ukali kidogo, akasema kwamba kuna tofauti ndogo sana baina ya madj wa kike Tanzania, pamoja na wale madada wano, wano, wano, wano, wano chojoa wa nguo, wanaitwa wachojoaji wa nguo wanaocheza kwenye madanguro e, wanaocheza kwenye madanguro eh wachuji waji nguo mm. So, kwa lugha ya Kiingereza, lugha ya Kiingereza inakuwa haina ukakasi kama x-ray, kwa inabidi tuitengeneze mazingira, wanaitwa wachuji waji nguo so wale wachuji waji nguo bwana, kwa Chizzo alikuwa anasema kwa namna mbavyo unayo ile tweet yako isome hapo, alivyoiandika mm. Hapo mwanangu haiko iko mbali yeah, mimi niliscreenshot ile mm. na nikasema kwamba nitaipitia nita hapa mm. Sijui nitaiona hapa screenshot bwana iko ile okay, nikiipata hapa nitaisoma, lakini uh, Chizo alikuwa anaelezea namna ambavyo amekuwa ni kama amekatishwa tamaa na namna ambavyo ma DJ wa kike eh, wanavyotumia vibaya nafasi yao. Mm. Yani wamekuwa sasa ni kama badala ya kufanya hiyo mm. game uh, kuifanya game ikawa ina manufaa. Chizzo alikuwa anagusia kwamba thamani ya DJ katika kutambulisha na kuweza kusaidia ukuaji wa sanaa na nini imegeuka, na badala yake sasa imekuwa imekuwa ni vitu vya aibu vinafanyika pale. Mm. Uh, ngoja nisome sasa ile tweet. Uh, Chizzo aliandika hivi, tofauti ya strippers na DJs hao wa kike ni kuninginia kwenye bomba tu wengine kwenye DJ kit. DJ imepoteza nguvu yake. DJ siyo daraja tena kati ya msanii na mashabiki, zama ambazo DJ anataka attention kubwa kuliko msanii, ambayo ni absolutely ukweli kabisa. Siku hizi DJ anachezesha, akataja vitu fulani hivi, na unaona bwana, kuliko vidole anachezesha maungo yake, yani ya mwili yale ambayo anatamanisha kuliko vidole. So Chizzo nikampa na ukasema tumpe nafasi, nini ambacho ulikiona, ndugu yangu Chizzo? Of course tuko naye hapa kama ni analyst, na tumekuwa naye kwa muda sasa mm. na amekuwa akitupa madini mbalimbali bwana. Mimi kwanza nafikiri labda tuanze kuzungumzia u DJ wenyewe. yeah, yeah. Unajua uh, DJ tunasema kwenye ukiangalia ile music chain yeah. uh, ni moja ya nguzo ambazo nasema zina fiti almost kila sehemu kwenye music channel. Yeah. Kwa hiyo DJ inawezekana ndo nguzo mama ya kila kitu kwenye muziki. Of course. Umeshanelewa? Na na ni ni ni element ya eni, ni, element ya ya ya hip hip hop hop, <laughs> hiyo. Ukiacha tu element ya hip hop, unajua hata hata hizi popular uh, popular music DJs DJs ndo wameplay great role mpaka sasa hivi unasikika kila sehemu. Yeah, yeah. Lakini hata ujio hizi hapa ni urban, uh, urban radios zote ni kwa sababu ya DJs, ndo hizo show, hizo. Kwa kwa sababu kama hizo show hapo kina Funk Flex na nini. Mm-hmm. Kwa hiyo DJs msingi wa DJs zilikuwa ni ni, ni, ni, baba tuseme wa tasnia, lakini uki, ukitizama sasa hivi uh, picha ambayo inakuwa portrayed ma DJs ni tofauti kidogo uh, DJs. Mwanzoni labda tukirudi kidogo, DJs walikuwa wana wana play great role kwenye ANR, au tunazungumzia artist repertoire uh, tunazungumzia kutengeneza mahusiano, kutengeneza brand ya msanii, unaelewa? Hawa mm, ma DJs ndio walikuwa na uwezo wa kwenda kufika uh, ma studios, wakachukua ngoma mpya, umeshaelewa? Yes, DJ unaenda kwenye setting tofauti kabisa, labda unaenda club, DJ ndo anaku introduce ngoma. Mm. Lakini sasa hivi unatoka nyumbani, yani umebadili kiwanja cha kusikilizia tu, lakini ngoma ulizokuwa una play nyumbani unaweza kwenda kuzisikia club au redioni. Ni zile nizile zile si simeshanaelewa. Kwa ubunifu unakuwa umepungua, lakini naelewa kwa sababu unajua, wenyewe pia tasnia yao ishapitia makubwa kidogo, yeah, yeah. Kuna kitu kinaitwa Payola. Nafikiri okay? Mwanzo mm -hmm. wa miaka 2000. Um, DJs baada ya kwanza kutaka kuwa paid kwa radio plays, yani wasanii walipwa nini wafanye nini, meshanaelewa. Ile ikarudisha kidogo ile nguvu ya DJs nyuma presenters wakakaa mbele, ndio maana sasa hivi DJs waka wamerudi nyuma, lakini back in the time DJs walikuwa kwenye talk shows. Umeshaelewa? DJ ana engage direct na fans, kwa sababu DJ ndo ana hype watu, wana request ngoma. Ukiangalia wale ma Stretch Armstrongs na Babito shows, umeshaelewa, watu wanapiga simu, DJ anapokea pale, wana, wana request ngoma na nini, kulikuwa kuna hiyo conversation kwa DJ alikuwa na nguvu zaidi kuliko hata presenters back in a time. Umeshanaelewa? Mm. Mm. Lakini baada ya kuingia kutaka malipo sana na nini kaa imetengenezwa kama system fulani ya rushwa hivi, ndio hiyo payola mm, hela. Yaani kwamba ili tupige ngoma hako natakiwa ulipie na nini na nini. Kwa akawa wametoweka. Walivorudi nyuma DJs. Sasa tumekuja kwenye social media. Mind you sasa hivi uh, media houses na mtu yote aliyepo kwenye entertainment industry tuko kwenye kitu kinaitwa attention economy. Unaelewa. Yani, mtu ili upate chochote kitu unahitaji kwanza attention ya watu. Sasa hiyo ndio imekuja kuvuruga kila kitu kila kitu, kwa sababu hata DJ sasa hivi hataki tena kukaa nyuma na andaka kae kwenye spotlight. E, imekuwa vurubai kweli naziona, maana sasa mm. vidole vichezi tena yeah, kwa sababu mtu anataka angaliwe zaidi yeye kuliko hata msanii pengine anayempleia ngoma sudadelewa zile kwa andaka fanye ye. Yeah, vitu tofauti Vitu hivyo tofauti ndio vimekuja hivi sasa sah sasa hivi. Yeah. Yeah, vitu vya hovyo wanavifanya. Ukianza kuangalia kiukweli, sasa hivi hata mtoto akike, yani, imeanza kurudi kama kwenye muziki au filamu. Mtoto wa kike akikwambia, mimi nataka kuwa DJ, unaanza ku doubt kidogo. Na ana kuna rise kubwa ya female DJ sasa ndio hao ambao mm. ume Umuazum, na imekuwa ni trends. Mm. Lakini deep down ikiangalia hakuna kwa sababu mimi nitakupa mfano uh, leo tuna, tuna, tuna hizo zimeanzishwa na madjs wakina Primo walikuwa na leo wakina wakina wakina kina wamekoa majukwaa na yeah. ndio wamefika, yeah. DJs ndio wamespot talent kibao lakini leo DJ nikimuuliza hapa anafanya nini? labda tuende tu hapa Kenya, hapa kuna yule anaita Muthoni Drama Queen. mm. eh. Ni mtu ambaye unaona ameanzisha mpaka festivals anafanya initiative ya vitu tofauti tofauti kwa manufaa ya industry nzima, so, eh, yeah, no, amejitanua, eh, wakina Jasmine Solania, ukienda Nigeria, yule kulikuwa kuna dada mmoja pale kipindi cha walikuwa kidogo kuna kuna machafuko pale uko, uko unaona, yani yani DJ kupotray, DJ lakini lakini amejaribu ku portray kwamba kwamba DJ is small than art so movement mm. Yani kuna vitu watu kupitia Bwana impact kacha nzima ya muziki sasa. Yeah, yeah. Sasa hivi ukiangalia half half naked naked disappointed na namna madiji wa kiki kwenye wa kabisa kabisa wako. Yeah, yeah. And balaa lipo lilopo ni it's a worldwide thing yani huko nchi za nje huko ndo wanapanda na nguo za ndani huko kwenye yani, stage yani, ananajundanapanda kwa hiyo yani yani yani sio na nguo za ndani ndo wanapanda kwa stage yani. Na, na, kuna mmoja ndo jana alikuwa anazungushwa baada ya ile post yako mmoja, alikuwa anamzungusha eh, eh, eh, sana, nafikiri ni from South Africa ama Nigeria eh, eh yani, yule ndo amekuwa anapanda na nguo za ndani pale sasa. Uh, nadhani watu wengine wakasema labda hawa wana business nyingine ila hii inakuwa ni kama side hustle, yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yeah. Yaani kwamba kwa sababu why sasa we, we, sisi tunamfahamu Angie Martinez mpaka anaitwa Voice of New York eh. Anavaa kawaida sana, alikuwa anavaa kihipop mara nyingi oh, na amefanya vyote yeye yeah, ni actress yeye yeah, mm. yeah, ni rapper yeye yeah, ni mwimbaji in the meantime ni media personality mwenye nguvu zaidi unajua eh? mm. Mpaka ameitwa Voice Voice of of no mm. eh? yeah, yeah, yeah. You know? of New New New New York York York York mzee mzee, unajua ndo ndo make of hip hop yeah, yeah, kwa hiyo mpaka akaitwa Voice of New York na ni, ni, ni dada, imagine amepita kwenye era ya manguli kina Funk Master Flex kina kina kina DJ K-Slay, mm. eh, kina DJ DJ eh, Kid Capri eh, wakina DJ babu wale unajua, hmm. Mpaka hao wenyewe kina Primo wote ni ma DJ hmm. Even Dr Dre ni DJ kabisa, umeona, wamepita huko ame, amepasua kwenye hizo era hizo, umeona bwana, ingawaje baadaye akawa ni mtangazaji zaidi, lakini anaweza kufanya DJ na hakuwahi kuwa na hizo hizo. Na name now of course, Angie Martinez ana vitu ambavyo kuna vingine hajawahi kuviweka hadharani alifanya interview moja na Park nadhani, kuna nyingine na Biggie hmm, hakuiachia haku, na hata kwenye ile interview na Tupac alisema kwamba kuna maneno ambayo light kama angeachiwa wakati ule, anadhani ile beef ya East Coast na West Coast ingekuwa mara mbili, ingekuwa ingekuwa ni ni hit hit em up podcast podcast. yeah, yeah, yeah, yani yeah, yeah, yeah, yeah. <laughs> zaidi ya hit em up podcast ile ngoma yeah. yeah, mm. so so hivyo bwana, ni hivyo, Chizzo sisi tumekuelewa, lakini nafikiri Uh, labda kama una cha ziada kuambia female DJs uh, like na una cha ziada kuambia, tumpe nafasi pia wala dakika moja, black moja, sema mm, okay, okay, chochote mm. mm. yeah, yeah, kwa sababu wewe of course festival, lakini still yuko pale pale pale alipo mm. kwenye ile meza yake, anashika tu mic yake mm. ata hype lakini watu wata ad hey, yani hmm. tu ukiangalia kuna liyo, hmm. yeah, yeah. kuna photographers sasa hivi yani, um, okay. hey, na wenyewe wamekuwa ni personalities, lakini sisi ambacho tunawaambia ni kwamba mm. hapo walipo sasa hivi sio maendeleo, kwa sababu DJ alishakuwa celebrity before msanii, miaka hiyo yaani, Funk Master Flex alikuwa akipita hapa hakuna msanii ambaye anaweza akawa na vimba, anaelewa tayari yuko juu. Yani yeye ni yeye, ndo anakutanguliza wewe, anakutanguliza wewe. Ukisoma memoir ya ya Katajena anasema ilikuwa Funk Flex akipitisha ngoma hiyo ndo hit yani, haijalishi nani amependa nani hajapenda, mtu alikuwa ana ana power hiyo kwenye industry salatizi hicho. yeah, yeah, sure, na ni kweli ili alienda, yani iko hivyo. Th that's how it's supposed to be. Sasa uh, uh, a uh, my brother Chizzo hapa anawakumbusha, wakumbusha female DJs kwamba kazi ifanyike na sio kuonyesha maungo au kucheza utupu au na tikisatikisa maungo pale na nini. Yani, that's not dj, yani, au kama una biashara nyingine, sasa ndio unataka kusema hivyo. Tuna tunawapenda sana female DJs, ila tunataka kuwakumbusha kwamba dj bora popote pale alipo duniani huwa anatambulika zaidi kwa skills. Yes, of course skills kitu sure, kingine chochote ndio maana Uh, tulikuwa tuna madj hapa Majani mwenyewe, kama Majani producer, Majani alikuwa anaitwa dj dj dj dj dj skills skills of pain. Tulikuwa tuna marehemu, au sio, bwana John Dilinga the everlasting, yeah. everlasting yeah. ambaye scratches zake yule ni yule ni yeah, hatari yeah. yule niko hivi yeah, yeah, that's dj unatakiwa uwe na Una, una una kitu chako fulani fulani si, yes. Ndio yeah, sure. yeah yeah, shout out to my brother DJ Diomi nimefanya naye kazi mara nyingi nyingi. mm -hmm. mara uh, transform wa mama transform the need. Yitu. yeah yeah yitu. <laughs> Just international you got the skills tunawakumbuka kina majizo hadi leo kwa sababu ya skills yeah, mm -hmm. sure uh, pop dizo programs programs uh, uh, director of programs hapa kwetu alikuwa anafahamika kwa kugonga bolingo, that's uniqueness, kwamba kuna zile nyimbo ambazo watu wengine ni ngumu sana, lakini alikuwa anazipiga, umeona, shout out kwa, I remember kulikuwa kuna mtu mmoja alienda Uingereza, alikuwa ni mdogo wake Amani sana, yule mtengenezaji anaitwa DJ Habib, yeye alikuwa anapiga hip hop zile hardcore, zile za underground hip hop, miaka hiyo ya nyuma na mpaka nikawa navutiwa naye, nadhani watu wengi sana hawajapata kumjua DJ Habib, lakini alikuwa noma sana. Kulikuwa kuna kina Rankim Ramadhan, piga mabolingo sana, yeah, yeah, yeah. Usio yeah. So DJ unatakiwa uwe na skills na sio kitu kingine chochote. Ara DJ Blacki ikaonyesha skills zako, tarudi baadaye na mgeni wetu leo ni Mcregan keep up